Eh, kwa mfano kama mimi hapa Juni hapo eh, kuna kama milioni 30 hivi inaingia passively bila kufanya kazi <laughs> kazi yaani. Hata kama nimelala nyumbani kuna zaidi ya milioni 30 inaingia. Kwa hiyo equivalent kama milioni tatu kwa una, sasa hivi nimefikia hatua ambayo na uwezo wa kutengeneza milioni tatu kwa mwezi bila mimi kunyanyua hata kidole. Lakini ni msingi ndio hiyo ambayo umechukua muda na nidhamu, kwa hiyo malengo yangu nikifika miaka 40 niweze kumbe, hata hujafika 40. Sijafika niweze sijafika 40 okay. T na miaka sita kufikia 40. Nimetimiza okay. Miaka 34 tarehe 4 mwezi wa pili okay. Wiki hii umeelewa? Kwa nataka nikifika 40 biashara iwe ni optional, niweze kusema kwamba huu mwaka sitaki kufanya biashara, ni safiri niende nikatalii. Ndiyo tunaona watalii wanakuja huku nchini kwetu, mtu anakaa miezi miwili, miezi mitatu, that is retirement. Na mtu yoyote akijipanga, ana uwezo wa kufikia hiyo hatua. Ni malengo, nidhamu na uvumilivu, ambao vijana wengi tunaukosa, ukosa wow. Umeelewa? Tunaamini kwamba mimi, hata mimi zamani nilikuwa naamini kwamba kuna siku from nowhere